Kwa mujibu wa Marekani, kiwango kikubwa cha maendeleo okay, kimepatikana katika mazungumzo ya kukamilisha mpango wa amani uliopendekezwa na Marekani ili kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine, hii ikiwa ni kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Hata hivyo, Rubio alisema bado kuna kazi ya kufanya, baada ya kukutana na wajumbe wa Ukraine na Ulaya mjini Geneva nchini Uswisi. Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky alisema kuna ishara kwamba timu ya rais wa Marekani Donald Trump inaisikiliza Ukrain Ukraini na washirika wake wa Ulaya hapo awali walionyesha wasiwasi kuhusu rasimu ya mapendekezo yaliyovuja ambayo yalionekana kuiweka Urusi katika nafasi ya kufaidika zaidi. Vladimir Putin alikosoa mpango huo kama msingi wa kufanikisha makubaliano. Zelensky alisema Ukraine huenda ikalazimika kukabiliana na uchaguzi mgumu sana, kupoteza heshima au kuhatarisha kupoteza mshirika muhimu. Akizungumza na waandishi wa habari jana Jumapili usiku, Rubio alisema timu za majadiliano mjini zilikuwa na siku nzuri sana, alisema. Lengo kuu lilikuwa kupunguza maswala ambayo bado hayajakamilika katika mpango wa marekani wenye vipengele ishirini na vinane na pande husika zimepiga hatua kubwa katika jambo hilo. Hata hivyo, Rubio aliongeza kuwa makubaliano ya mwisho lazima yakubaliwe na marais wote wa Ukraini na Marekani kabla ya kuwasilishwa kwa Urusi, na bado kuna maswala machache yanayohitaji kufanyiwa kazi. Taarifa ya pamoja ya Marekani na Ukraini iliyotolewa baadaye juma jumapili jana ilisema kuwa mfumo ulioboreshwa wa amani umeafikiwa na nchi zote mbili na kwamba wamekubaliana kuendelea kufanya kazi kwa pamoja kwa kasi zaidi katika siku chache zijazo. Vyombo kadhaa vya habari vimeripoti kuona mpango mbadala kutoka kwa washirika wa Ulaya wakiongozwa na Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Hata hivyo, Rubio alikanusha kufahamu uwepo wowote wa, wa mpango mwingine mbadala. Mapema jana, Trump aliwashutumu viongozi wa Ukraine kwa kuonyesha kutokuwa na kabisa kwa juhudi za Marekani kumaliza vita vya Urusi na Ukraine. Rais huyo wa Marekani pia alibainisha kuwa Ulaya, ambayo ina baadhi ya washirika wa karibu wa Ukraine, inaendelea kununua mafuta kutoka nchini Urusi. Urusi inategemea sana mauzo ya mafuta na gesi ili kufadhili vita vyake vya Ukraine. Mazungumzo ya Jeniva yanajikita katika rasimu ya Marekani ambayo toleo lililovuja linaonyesha pendekezo la wanajeshi wa Ukraine kujiondoa katika sehemu ya eneo la mashariki la Donetsk wanayodhibiti kwa sasa na kukubali udhibiti wa Urusi katika Donetski, Luhanski na eneo la Crimea lililonyakuliwa na Urusi mwaka elfu mbili na kumi na nne. Mpango huo pia unapendekeza kufungia mipaka ya maeneo ya kusini ya Khersoni na Zapolisia kulingana na mistari ya sasa ya mapigano. Maeneo yote mawili yanadhibitiwa kwa sehemu na Urusi. Mpango huo unadhibiti pia ukubwa wa jeshi la Ukraine hadi wanajeshi laki sita kutoka wanajeshi laki nane kwa sasa. Rasimu hiyo pia inajumuisha ahadi kwamba Ukraine haitatafuta wanachama wa NATO. Badala yake Kiev ingepata dhamana madhubuti za kiusalama, ingawa hata hivyo hakuna maelezo yaliyotolewa zaidi. Waraka unasema kuwa unatarajiwa Urusi haitavamia nchi jirani ya Ukraine na NATO haitapanua zaidi harakati zake. Pia unapendekeza Urusi irejeshwa katika uchumi wa dunia kupitia kuondolewa kwa vikwazo na kualikwa tena kujiunga na kundi la G7 na hivyo rudi kuwa kundi la G8. Kwa sasa Urusi inadhibiti takribani asilimia ishirini ya eneo lote la Ukraini na imekuwa ikisonga mbele polepole katika mstari mrefu wa mapambano, licha ya kuripotiwa kupata hasara kubwa. Trump ameipa Ukraini hadi Alhamisi ijayo kukubali mapendekezo hayo, lakini baadaye alisema huo si ushauri wake wa mwisho, kufuatia wasiwasi wa washirika wa Ukraine kutoka Ulaya, Canada na hata Japan. Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, aliwambia waandishi wa habari hapo jana kuwa ana imani kubwa kwamba kupatikana kwa makubaliano ndani ya muda mwafaka uko karibu sana, iwe Alhamisi, siku nyingine au hata Jumatatu ya wiki ijayo. Kabla ya mazungumzo hayo kuanza mjini Jeneva, Marco Rubio na wizara ya mambo ya nje walilazimika kusisitiza kwamba mpango huo uliovuja uliandaliwa na Marekani. Hii ilitokea baada ya kundi la maseneta wa Marekani kutoka pande zote mbili kudai kuwa waziri huyo aliwambia rasimu hiyo ilikuwa pendekezo la Urusi haikuaksi msimamo wa serikali ya Trump. Rubio alikanusha hilo na kusema kuwa rasimu hiyo iliandaliwa na Marekani kwa mchango kutoka kwa Moscow na Kiev, huku msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani akisema madai ya maseneta hao ni ya uongo kabisa. Naye rais wa Ukraini, Volodymyr Zelensky, jana alishukuru Marekani na rais Donald Trump kwa juhudi zote za Marekani zinazolenga kuisaidia Kiev. Ukraini inawashukuru Marekani, kila Mmarekani na hasa rais Trump kwa msaada ambao kuanzia makombora ya Javelin unaokoa maisha ya wa Ukraine, Zelenski aliandika kwenye telegramu baada ya Trump kusema viongozi wa Ukraine wameonyesha kutokuwa na shukrani kabisa kwa msaada wa Marekani. Zelenski pia alishukuru Ulaya na makundi ya G7 na G20 kwa msaada wao akisema wa, kwamba juhudi za kuendeleza uungwaji mkono huo ni muhimu. Ndiyo maana tunafanya kazi kwa umakini juu ya kila hoja, kila hatua kuelekea amani, aliandika akiongeza kuwa kila kitu kinapaswa anyika kwa usahihi ili tuweze kumaliza vita hivi kwa kweli na kuzuia vita visitokee tena. Hii ni Msasa Media.